Andika kuhusu maudhui, na tumesema maudhui ni mambo muhimu katika kazi ya fasihi, na mambo haya muhimu utayajua kwa sababu yanazungumziwa sana, yanazungumziwa sana au yanaangaziwa kwa mapana katika kazi ya fasihi. Na maudhui ambayo tunaanza nayo ni utamaduni, na nikakueleza nikakwambia, utamaduni ni imani na desturi katika jamii. Yaani, jamii inaamini katika mambo gani? Kuna mambo ambayo jamii inafuata, inaona kama ndizo kaida Mambo haya ndio tunaita utamaduni. Utamaduni wa kwanza ni wazee walikutana kuonja mazao ya kwanza na kutoa baraka kwa jamii, kama wanavyoeleza katika uh, mazungumzo ya Beni Yona na Luka. Pili, lugha ni kigezo muhimu katika ujenzi wa jamii. Em, wazee kuwa na nafasi katika jamii, si ndio? Wazee walikutana kuonja mazao ya kwanza na kutoa baraka kwa wazee, au na kutoa baraka samani, kutoa baraka kwa jamii na tunaona beli Yona, mm -hmm, na Luka wanauiga utamaduni husi unakutana, wanakutana na ndio wanazungumzia kuhusu jinsi hata wazee walikutana kuonja mazao ya kwanza. Pili, lugha ni kigezo muhimu katika ujenzi wa jamii. Yona anashangaa kuona kuwa vizazi vya sasa hawajui neno hata moja la lugha yao. Tatu, dini zinavuruga tamaduni za jamii. dini zinavuruga tamaduni za jamii ambazo zinaleta mshikamano wa kijamii. Na tunasema hizi di, dini inavuruga tamaduni hizi kwa sababu Yona anasema dini zimekuja kuwafanya watu kutelekeza utamaduni wao hasa busara za wazee. Yaani kutelekeza ni pale ambapo kuona kuacha ni kama kuona kama usio na maana na kuacha. Kwa hivyo lazima utoe mfano huo useme, Yona anasema dini zimekuja kuwafanya watu kutelekeza utamaduni wao hasa busara za wazee. ne malezi ya mjini yameukengeusha utamaduni wa jamii, yaani kwa jinsi ambavyo uh, wazazi wanawalea wanawe kule mjini umesababisha wao kukengeuka kutoka katika utamaduni, yani wamebadilika, wafuati utamaduni tena wao. Malezi ya mjini yamekengeuka sha utamaduni wa jamii. Nimesema kuwa kwa namna ambavyo watoto wanalelewa kule mjini, mambo ambayo wanafunzwa yameenda kinyume na utamaduni, kufuata zile kaida za utamaduni. Kwa mfano watoto wanaolelewa mjini watofautishi wanyama wanaofugwa, mfano kondoo, mbuzi na mbwa. Watoto wanaolelewa mjini hawatofautishi wanyama wanaofugwa, mfano kondoo, mbuzi na mbwa. Tano, utamaduni unashikilia malezi ya mtoto yafanywe na mzazi, ili kumfunza kunga za jamii. Kwa mfano, Yona anashangaa malezi ya mtoto yameachiwa yaya. Utamaduni unashikilia malezi ya mtoto yafanywe na mzazi ili kumfunza kunga za jamii. Yona anashangaa malezi ya mtoto yameachiwa yaya. Sita, urithi ni nguzo muhimu katika utamaduni wa jamii. Urithi ni nguzo muhimu katika utamaduni wa jamii. Urithi ni nguzo muhimu katika utamaduni wa jamii. Ingawa mtoto wa kwanza wa kiume ndiye anayestahili kurithi mali, Hali imebadilika kwa kuwa hata wa kike wanarithi. Ingawa mtoto wa kwanza wa kiume ndiye anayestahili kurithi mali, hali imebadilika kwa kuwa hata wa kike wanarithi. Yaani utamaduni hapa umebadilika. Mtoto wa kwanza wa kiume si anayestahili kurithi mali. Hali imebadilika kwa hata wale wa kike wanafanya nini? Wanarithi. Watoto wa kiume kuonekana kama nguzo ya jamii. Watoto wa kiume kuonekana kama nguzo ya jamii. Yona anashinikizwa kuwa mke wa pili, ili amzalie mtoto wa kiume. Watoto wa kiume kuonekana kama nguzo ya jamii. Yona anashinikizwa kuoa mke wa pili ili amzalie mtoto wa kiume. Watoto wa kiume kuonekana kama nguzo ya jamii. Yona anashinikizwa kuoa mke wa pili ili amzalie mtoto wa kiume. Yona anashinikizwa, anashinikizwa. Si lazima utumie neno unasema kuwa watu wana wanaona ni bora si ndio? Eh hey, wanataka kumsukuma, wanamsukuma sana ili aoe ajif... um, mke wa pili ili ajifungue mtoto wa kiume. Watoto hudhaminiwa katika ndoa, watoto hudhaminiwa, hudhamini katika ndoa. Sara anasemwa na watu kwa kuchelewa kupata watoto, pindi tu watoto, Sara anasemwa na watu kwa kuchelewa kupata watoto pindi tu alipoolewa na Yona. Pia. Unyago ni tohara katika wasichana, si ndio? Wakati wanapashwa katika yale maneno ya unyago. Maneno ya unyago ni, ni wakati kabla hujaenda katika utu uzima msichana unapelekwa unyagoni. Pale unapewa mawaidha ya utu uzima. Pia kuna wale ambao wanapashwa tohara. Ndio sasa wakiondoka pale wanaolewa katika jamii zetu. Kwa hivyo ndio maana mkuu ndio unyago. Hao mambo yanatokea katika unyagoni. Wasichana kufunzwa na nyanya zao kuhusu ndoa katika unyago. Nimesema wasichana kufunzwa na nyanya zao kuhusu ndoa katika unyago. Sara alipata mafunzo hayo, ndio maana akaweza kukabiliana na changamoto za ndoa. Sara alipata mafunzo hayo, ndio maana akaweza kukabiliana na changamoto za ndoa. Sara alipata mafunzo hayo, ndio maana akaweza kukabiliana na changamoto za ndoa. Utamaduni umeyakubali mabadiliko katika jamii. Utamaduni umeyakubali mabadiliko katika jamii. Elimu ya msichana imekubalika na kutupilia mbali kuozwa kwa wasichana wa umri mdogo kama Sara. Utamaduni umeyakubali mabadiliko katika jamii. Elimu ya msichana imekubalika na kutupilia mbali kuozwa kwa wasichana wa umri mdogo kama vile Sara. Kumbuka alisema kwa ya kukamilisha masomo si ndio? Utamaduni wa jamii hauwezi kutupwa kwa mujibu wa Luka. Kwani mwacha mila ni mtumwa Hoja tofauti ni wazee kama vile Luka wanawashutumu vijana wanaotupilia mbali utamaduni wa jamii. Wanadai hawajui asili yao na wanafikiri uzungu ndio ustaarabu. Wazee kama vile Luka wanawashutumu vijana wanaotupilia mbali utamaduni wa jamii. Wanadai hawajui asili yao na wanafikiri uzungu ndio ustaarabu. Buju anakubaliana na utamaduni wa kutowakubali wazazi na wakwe zake kulala nyumbani kwake kulingana na mila na desturi za kizazi cha jana, yani mila na desturi za kitambo. Kulingana na mila na desturi za kizazi cha jana, msichana akibalehe sharti aozwe. Kulingana na mila na desturi za kizazi cha jana, msichana akibalehe sharti aozwe Yaani, msichana akivunja ungo, si ndio? Akifikia umri wa kuolewa lazima aoze. Kulingana na mila, kazi zote za jikoni zimetengewa wanawake. Kulingana na mila, kazi zote za jikoni zimetengewa wanawake, hivyo mwanamume kumsaidia mkewe atakuwa anajishusha hadhi. Kulingana na mila, kazi zote za jikoni zimetengewa wanawake hivyo mwanamume kumsaidia mkewe atakuwa anajishusha hadhi. Kulingana na mila, nimekwambia, kulingana na mila, kazi zote za jikoni zimetengewa wanawake, hivyo mwanamume kumsaidia mkewe atakuwa anajishusha hadhi. Kulingana na mila, watoto wa kike hawakufaa kwenda shule. Kulingana na mila watoto wa kike hawakupaa kwenda shule. Watoto wa kike pia walikuwa wategemezi wa waume zao. Watoto wa kike pia walikuwa wategemezi wa waume zao watoto wa kike pia walikuwa wategemezi wa waume zao. Yaani, wanategemea nani? Wanategemea wale ambao wamewaoa kwa kila kitu. Kuna maudhui ya usasa. Huo ni utamaduni sasa. Kuna usasa hata, nitaeleza nitakuletea maelezo zaidi ya usasa. Wasichana kupata elimu, kuna matibabu ya kisasa, kuna utepetevu wa kizazi cha kisasa. Haina haja mimi kuleta.